kitabu na vifaa vingine ni muhimu katika kuiendeleza Kiswahili shuleni. Seman imesaidia kujenga maktaba na kuleka kitabu magazeti na majarida ya Kiswahili shuleni. Kwa hiyo hiyo ni jukumu la kila mmoja wetu kutembelea maktaba liki kusaiki umugeni atakiga ani kwenye mbinu